Padri Dr. Charles Kitima amejitokeza tena na kutoa kauli nzito kuhusu uongozi wa kweli na wajibu wa viongozi wa dini. Katika mwendelezo wa mijadala kuhusu nafasi ya viongozi wa dini katika jamii, Padri Dr. Charles Kitima ameibuka tena na kutoa kauli yenye uzito mkubwa kuhusu uongozi wa kweli, utu wa binadamu na wajibu wa viongozi wa kiroho katika kulinda misingi ya haki na amani. Akiwa mmoja wa viongozi wanaoheshimika kwa uadilifu na ushujaa wa kusema ukweli, Dr. Kitima ametamka wazi kuwa uongozi wa kweli hauwezi kujengwa juu ya ukimya, hofu au kupuuza utu wa binadamu. Kauli hii imeibua mjadala mpana kuhusu wajibu wa viongozi wa dini katika kipindi ambacho jamii inakabiliwa na changamoto mbalimbali mbali za kimaadili kijamii na kiuchumi. Uongozi wa kweli dhamana si mamlaka. Uongozi wa kweli dhamana si mamlaka. Akifafanua zaidi, Dr. Kitima amesisitiza kuwa mtu anayetamani kuongoza awe na dini au wa kiraia, anapaswa kuelewa kwamba uongozi si cheo wala si mamlaka bali ni dhamana ya kuhifadhi thamani ya maisha ya watu wote, hasa wale waliodhulumiwa na walio katika mazingira magumu. Anasema kiongozi anayepuuza utu wa binadamu hupoteza uhalali wa kuongoza, kwa kuwa msingi wa uongozi ni huduma kwa binadamu, si utukufu wa binafsi. Kwa mujibu wake, jamii yenye viongozi wanaoogopa kusema ukweli inajenga mazingira ya ukimya yanayolinda uovu. Anabainisha kwamba katika historia ya dunia, ukimya wa viongozi juu ya maovu umekuwa chanzo cha mateso ya wengi na udhalimu wa muda mrefu. Hivyo, wito wake ni kwa viongozi wote wa dini, serikali na kijamii kusimama upande wa haki hata inapokuwa vigumu kufanya hivyo. Wajibu wa viongozi wa dini. Katika ujumbe wake, Padiri Dr. Charles Kitima ameweka wazi kuwa wajibu wa viongozi wa dini si kuwa watazamaji wa maovu, bali kuwa na sauti ya dhamiri ya jamii amesema, Ukimya juu ya uovu unaoendelea nchini si sehemu ya wajibu wa viongozi wa dini, kwa sababu wito wao ni kuwa sauti ya dhamiri ya jamii, si watazamaji wa maovu. Kauli hii pia imeelezwa na wachambuzi wa mambo ya kijamii kuwa ni mwaliko wa ujasiri na uwajibikaji kwa viongozi wa dini kushiriki katika ujenzi wa jamii yenye haki na utu. Wakati mwingine viongozi wa dini wamekuwa wakituhumiwa kuegemea upande fulani wa kisiasa au kukaa kimya mbele ya uonevu kwa kisingizio cha kutaka kudumisha amani, lakini kwa mujibu wa Dr. Kitima ama, eh, lakini kwa mujibu wa Dr. uh, Charles Kitima, amani ya kweli haiwezi kujengwa juu ya ukimya wa wanaojua ukweli. Amani ya kweli anasema, hujengwa juu ya haki, heshima ya utu wa kila mtu na ujasiri wa kusema ukweli bila hofu. Kumsemea aliyeonewa si itikadi, ni wajibu wa kimaadili moja. Ya vipengele vilivyochukua uzito mkubwa katika kauli yake Padri Dr. Charles Kitima ni pale aliposema kuwa kumsemea aliyeonewa si kuwa sehemu ya itikadi ya aliyeonewa. Maneno haya yametafsiriwa kama wito wa kuondoa hofu na upotoshaji unaowakumba wale wanaosimama upande wa wanyonge. Anabainisha kuwa kusimama na kusema ukweli kwa niaba ya waliodhulumiwa si uchochezi bali ni tendo la ujasiri na ni wajibu wa kimaadili. Kwa mujibu wake, uh, Padri Dr. Charles Kitima ni kwamba jamii inayoadhibu wanaosema, kwa mujibu wake Padri Dr. Charles Kitima ni kwamba jamii inayoadhibu wanaosema dhidi ya uonevu hujenga misingi ya kuendeleza uovu, ni jamii inayohalalisha ukatili kwa kisingizio cha utulivu na kwa maneno yake, viongozi wa kweli ni wale wanaokataa ukimya, wanaolinda utu na wanaothubutu kusema ukweli bila uoga. Uongozi na dhamira ya jamii. Kauli ya Dokta Kitima imeibua tafakuri pana kuhusu maana halisi ya uongozi. Anakumbusha kuwa uongozi ni wito wa kimaadili unaohitaji ujasiri uwazi na moyo wa kujitolea kwa wengine katika jamii yoyote. Anasema viongozi wa kweli hutambulika si kwa maneno yao bali kwa vitendo vyao vya kulinda utu haki na ustawi wa wote. Kiongozi wa kweli hawi mwepesi kufurahishwa na sifa za watu bali huzingatia kama matendo yake yanajengwa au kubomoa eh, matendo yake yanajenga au kubomoa misingi ya utu wa binadamu. Aidha, anasisitiza kuwa haki, amani na maendeleo ya kweli haviwezi kupatikana katika jamii yenye viongozi wanaoogopa kusema ukweli. Ni pale viongozi wanapokuwa tayari kulinda hadhi ya kila mtu ndipo jamii inaweza kustawi kwa misingi ya heshima, upendo na usawa. Mwitikio wa jamii baada ya kauli hiyo ya padri Dr Charles Kitima, wadau mbalimbali wameendelea kujadili ujumbe wa padri huyo E, mitandaoni na katika sehemu mbalimbali mbali, hasa katika majukwaa ya kijamii. Wengine wameitafsiri kama wito wa mabadiliko ya kimfumo katika namna ambavyo viongozi wanavyoshughulikia changamoto za kijamii na kisiasa, huku wengine wakisema ni sauti ya ujasiri inayohitajika katika nyakati hizi kwao Kitima anaonekana kuwa ni kiongozi anayekataa ukimya, akisisitiza kwamba dini haina maana kama haijengi utu wa binadamu. Katika hitimisho, tunahitimisha kwa kuangazia kiongozi ni sauti ya dhamiri. Katika maneno yake ya mwisho, Padri Dr. Charles Kitima anaacha ujumbe mzito unaoacha tafakuri na nukuu. Uongozi wa kweli haujengwi juu ya hofu, ukimya, au ubinafsi, bali juu ya uthubutu wa kulinda utu wa mwanadamu. Viongozi wa kweli ni wale wanaothubutu kusema ukweli bila woga, wanao, wanaolinda utu wa wote na wanaosimama upande wa haki. Hapo ndipo haki, amani na maendeleo ya kweli huweza kupatikana. Kauli hiyo ya Padri Dr. Charles Kitima bado inaendelea kugusa mioyo ya wengi, ikiibua tafakuri ya kina kuhusu mustakabali wa uongozi, dini na utu katika jamii ya leo. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tumeiandaa na tunaisogeza kwako ilikusudi uweze kupata kujua na kufahamu eh, ni kipi ambacho amekizungumza ama kukiitamka Padri Dr. Charles Kitima kuhusiana na habari hii. Wewe ni upi mtazamo wako, na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako, nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Lakini pia hakikisha kwamba unaendelea kutufuatilia kwa habari zaidi. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa habari hii, tukutane tena katika habari nyingine